Karibu tena. Katika hatua ya kurahisisha usafirishaji wa dawa au hata damu kwa wagonjwa wenye mahitaji ya dharura na walio mbali, taifa la Rwanda limeanza utumizi wa usafirishaji wa ndege zisizo rubani pamoja na akili unde kusafirisha vifaa hivi sehemu za mbali. Mbali na vifaa vya matibabu, ndege e, hizi pia e, maarufu kama droni pia husafirisha mbegu e, sehemu za mbali nchini humo. Wili Lusigi alikuwa Rwanda, na hii hapa taarifa yake. Kwa sauti ya chini kisha kubonyeza kitufe, droni inapaa kama ndege ndogo, taa zikiwaka na kupotea machoni ndani ya sekunde chache. Kila upaaji unaweza kuokoa maisha, kila kutua ni ushahidi kwamba maisha yameokolewa. Karibu katika kituo cha Zipline Muhanga, mojawapo ya vituo viwili vikuu vya kupaa ndege ndogo vinavyohudumia hospitali zaidi ya mia tano nchini Rwanda. Droni hizi husafirisha damu, chanjo, dawa na hata mbegu za mifugo. Sababu kuu ya Rwanda kutumia teknolojia hii ni milima na barabara mbaya ambazo ni vikwazo katika usafiri. Sasa droni hufika kila dira ya taifa hilo ndani ya dakika thelathini commodities uh, to save lives. Ndani ya kituo maombi ya dharura hupokelewa mchana na usiku, na droni hutumwa mara moja hitaji la dharura linapotokea. Every one minute, 20 second, we have a request. Kwenye gala dawa au damo hupakiwa na kutiwa ndani ya droni, kisha droni hupaa kwa kutumia akili unde. Inapofika eneo inapohitajika, hudondosha mzigo angani kwa parachuti, kisha inarudi kwenye kituo chake cha kupaa. The box has its own paper parachute huduma hutolewa saa ishirini na nne kije kiangazi au mvua. Na sasa Zipline inatoa huduma za usafiri kwenye sekta nyingine kando na afya. Uh, mbegu bora huwafikia wakulima haraka As Already dead. Kutoka hospitali hadi majumbani Zipline inabadili huduma, huku majaribio yakifanyika nchini Kenya kupunguza vifo vinavyotokana na ukosefu wa dawa na damu. Tayari teknolojia hiyo inafanyiwa majaribio katika kaunti ya Kisumu. from the Kisumu distribution center we have the ability to reach 14 counties. Wili Lusige, runinga ya Citizen, wilaya ya Muhanga, Rwanda.